Huku serikali kupitia kwa Wizara ya Usalama wa Ndani ikizidisha kamata kamata dhidi ya madhehebu yanayoendeleza itikadi kali nchini, vikosi vya usalama vimefanikiwa kukamata kasisi wa kanisa la New Foundation eneo la Chakama, kaunti ya Kilifi kwa kuendeleza imani potovu miongoni mwa washiriki wake. E, tumeweza kumpata na tumeweza kumuonji, e, kwa sababu kuna tetesi kwamba katika ile unduma yake e, kuna waumini wameweza e, kupoteza maisha yao e, katika mahali hapa, katika ile hali ya anawaombea na wengine vile anasema wameenda hospitali hafta kuombewa, lakini wamepoteza maisha yao. Mwingine alipoteza katika hali ya kuombewa, lakini kwa sababu ni watu wamepoteza maisha na yeye ndiye mhusika mkuu, lazima sasa hilo jambo lichunguzwe li Maafisa hao wa usalama wakishangazwa kuwa hawakumpata mchungaji huyo Abel Kaindi na Biblia, jambo ambalo si la kawaida kwa mhubiri yeyote. Pia wamedokeza kuwa hawajaweza kubaini haswa alisomea masuala ya uchungaji katika kituo kipi cha elimu. Inadaiwa kuwa mchungaji Kaindi hutumia njia za kushangaza za kufukuza mapepo, ikiwemo kuwaagiza waliopagawa kupanda mti wa uzima ulio ndani ya eneo la kanisa hilo, kuuza maji ya uzima kwa waumini wake. Um, wakati tumemwonji hapa e, la kushangaza ni kwamba yeye hana e, bibilia. Ndio pasta wa kwanza kuona kwamba anja beba bibilia e, na tukimwonji wakati ameonjiwa pia anasema yeye anaamini sana kupeana maji ya, ya uzima E, ambayo ndio anauza kwa shilingi mia moja mitungi e, tatu. Alafu pia anaamini sana katika mti wa uzima. Huo mti wa uzima, mnaona ni huu mti ambao uko hapa, ambao sasa waumini wale wamekuja na ni kama wamepangawa ama wako na mapepo, wanapanda huo mti, na wakipanda huo mti mapepo yanambumburuka, yana, yana, yanaenda kwa upande wake mchungaji huyo amejitetea akikiri kuamini katika mti wa uzima na kuwa wanaoupanda hupata ukombozi wa kiroho kutoka kwa mapepo. Amepinga madai kuwa amehusika katika vifo vya washiriki wa kanisa hilo akisema kuwa yuko tayari kushirikiana na asasi za usalama katika uchunguzi wao. Madai ambayo yanasemwa ni madai ambayo hayo uh, si ya ukweli kwa sababu sijaua mtu na istoshe inafanya kazi kulingana na Mungu vile alivyonituma. Tukio hili likiwa la hivi punde baada wa ya waumini hamsini na saba wa kanisa la Melkio St Joseph Mission of Messiah kukamatwa eneo la Rongo, kaunti ya Migori, wakiendeleza imani potovu. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akiwataka Wakenya kuwa makini na kuripoti dini kama zile ambazo zinaendeleza itikadi kali miongoni mwa Wakenya zenye ziko katika taifa letu. Uh, wengi we, nyingi ni za kuabudu Mungu na zinafuata kanuni za kisheria na zinafuata mambo ya uh, uh, katiba, lakini kuna chache ambazo tunasema kwamba ni uh, uh, cults ama ni uh, dini bandia ambayo wana itikadi ambayo haiambatani na katiba na haiambatani na sheria ya Kenya. Immaculate Karimi, Undugu TV.